Ikiwemo magari ya mwendokasi yamekwama. Kwa hiyo maji yamejaa kila eneo, na wapo vijana ambao wamejitokeza kutoa msaada mahali hapa, lakini kuna wengine wameshakwapuliwa ono... si, simu katika eneo hili ambalo limejaa maji na linazuia kwa kweli magari yote kupita, ikiwemo magari makubwa pamoja na magari madogo. Na pia inaonekana you know, kuna vijana wengine wanatoa msaada kwa watu ili kuvuka katika eneo hili, ambapo wanawabeba migongoni kwa hiyo hii ndo hali halisi. daraja hili la Jangwani limesha jana, hali ndo inaa, leo hali sio mzuri, mwendokasi anayotoka mjini pamoja na yale anayotoka eneo yaliyotoka kat... na Kariakoo ya yamezuiliwa kutokana na, na mojawapo ya gari la mwendokasi lililokuwa mbele kabisa limekwama katika eneo hili ambalo limejikita katika udongo uliokuwa unatiririshwa na, na maji haya yaliyojaa katika daraja hili la Jangwani. Kwa hiyo hali halisi, hivi ndivyo inavyoonekana katika eneo hili la Jangwani, tukiangalia abiria tembea hapa na pale ili kujitafutia usafiri mwingine wa kuweza kuelekea katika makazi yao, lakini hali bado ni tete. Kwa hiyo tunaangalia mojawapo wa abiria walioshuka katika magari haya tuweze kuongea naye, ili kumjulia ni kipi kilichojiri au ni kwa namna gani anaweza akatoka mahali hapa na kuelekea katika makazi yake ya kawaida. Salama. Jina lako tafadhali unaitwa nani? Mimi naitwa Mbwana Musa Yusuf. Ah, nimekukuta mahali hapa na hali halisi kama inavyoonekana, labda na wewe ulikuwa mmoja wapo abiria mmoja wapo abiria aliyekuwa ya Kariakoo. Kwa sasa hali ilipokuwa hivi, njia gani labda unaweza kutumia ili kuweza hapa, hamna jinsi, inabidi na tusubiri maji yapungue ndio tuvuke na mlopewa kuchoka kwa madereva hawa wa magari ya mwendokasi baada ya kitu kama hiki kutokea. Eh, ni kauli gani waliotoa madereva hawa wa magari ya mwendokasi? Maana magari yao yote yanaonekana yamekoma, ingawa wamesema tufanye subira kidogo, ili yasija katokea. Inaonekana kila siku limekuwa ni kikwazo kwa wananchi hili, nazani serikali hata wenyewe mpaka sasa hivi washaliona nadhani watakuja kulifanyia kazi. Asante. Pia nipo na kaka mwingine hapa, naye anaonekana atakuwa ni dereva bodaboda nzuri. Habari yako? Mi naitwa Jafari Shabani Rutingo. Namshukuru na, Mungu kuonyesha kwamba ujenzi wenyewe uliojengwa hauko madhubuti inavyoonyesha kwamba ujenzi uliojengwa ni wa wa mwana wa, wa kwanza wa huu wa pili, wamerudia ule wa kwanza. Ilitakiwa huu ujenzi wangeinua kidogo, hii hali singejitokeza kama hii. kanaenda rudi hapa ulozikia... Je, yeah, ujenzi uliofanyika mara ya pili hujaonyesha matokeo yote tofauti, labda hawali maji alikuwa anajaa sana zaidi ya leo. Kwa kweli, kwa uhalisia, kwa, kwa, kwa, haya maji hapa bado hajapatikana mtaalamu wa kuweza kuyapitisha kiurahisi, kwa sababu maji yanavyoingia baharini sahizi, maji kama imezidiwa bahari inarudisha maji. Sasa kama unavyoona hivi, maji hayakauki hapa. Mara kwanza nilikuwa naangalia upande wa huku maji yalikuwa nakauka, lakini sasa hakauki. Na pia hapa inaonekana kuna madereva wengi wa bodaboda wamefika katika eneo hilo. Nadhani labda bodaboda zinaweza zikasaidia watu kuvuka katika eneo hili lilojaa maji mengi. Kwa kweli, mimi mwenyewe Mungu ndio kanisaidia. Mara kwanza nimevuka, nimekwenda zangu Magomeni Wakati nimerudi nimepita njia ya mwendo kasi, lakini nimefika katikati nimevutwa na maji wang, ni, na... ni kweli kabisa, na washauri wasisubudi kuvuka ya maji kwa sababu mjibu... maelezo ni hatari. Asante ha, sana ha, Mtazamaji ha. wa Global TV ndo katika eneo hili jiji -ka la Dar es Salaam, eneo la Jangwani maji vinaweza vikawa ni msaada kwa abiria kuweza kuvuka eneo hili kwenda upande wa pili, vimeshindikana, ambapo unaonekana madereva bodaboda wamefika katika eneo, imekuwa ni tete, haiwezekani. Ila wengi wao wamekuwa ni watu ambao sio salama, kwa sababu tayari wameshaanza kuwakwapua watu vifaa vyao na kukimbia navyo. kwa hiyo hii ndo hali halisi inayoendelea mali hapa. Tutaendelea kuwapatia vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea katika eneo hili ambapo na yawezi kuvuka kutoka Kimara kwenda mjini na kutoka mjini awezi kuvuka kwenda eneo la Kimara. Uh, mtazamaji wa Global TV Online, bado tuko katika eneo hili ili la Jangwani ambapo hali si shwari kabisa, kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo hili la Jangwani maeneo yao husika la eneo la mjini wamekwama huku, maana hakuna kitu chochote kinachoweza kusapoti kuvuka katika eneo hili, na pia waliokuwa katika eneo la upande wanaotokea Kimara, nao vilevile wamekwama katika eneo lile lile kwa sababu maji hapa yamejaa na daraja limejaa kwa kweli. Kwa hiyo hali ndio ilivyo katika eneo hili la Jangwani. <coughs>

mtazamaji wa Global TV Online hapa nimekutana na baba um, mmoja. Marahaba, hali vipi? Jina langu naitwa Yusufu Chola. Na wewe unaonekana ni mmoja wapo wa abiria waliokuwa wanatoka mjini kuelekea eneo la Kimara? Eh, nilikuwa naelekea Magomeni Mapipa. Ulikuwa unatumia safari gani kutoka mahali hapa? Nilikuwa natumia daladala za kawaida kwa hali inavyoonekana vipi kwa upande wako? Ni ah kwa mimi nilikuwa naelekea Magomeni Mapipa, cha msingi ni kwamba naona tu kwamba nigeuze nirudi, kwa sababu kile ambacho nilikuwa nakifuata ni cha muda, kwamba niende Magomeni afu nirudi tena mjini. Nilikuwa bado nipo kazini, lakini kwa hali inavyoonekana hapa, sina sababu ya kuzunguka. Inaonekana kwamba kuna njia mbadala ya kuzunguka, lakini wengine ni kwamba washablokiwa hapa, kwa sababu gari iko hapa haiwezi kuzunguka tena kwenda kupitia upande wa Kigogo, ni kwamba hakuna jinsi, itabidi watu washuke watembee kwa miguu warudi mjini. Shukuru. Asante. Pia mtazamaji, nipo na kaka mmoja hapa, naye ni driver wa bodaboda. Sasa, hizi kaka. Safi mambo. Jina lako ni nani? Mimi naitwa Issa Juma, mi sio mkazi wa eneo hili, lakini nafanyia kazi hapo fire lingine ndio hapa nimekuja, yani na maana, nikipata abiria najaribu kusovu kumpakia kumpeleka kumtoa hapa kwenda sehemu nyingine. Pia usafiri wa bodaboda kwa hapa hauwezi ukasaidia kuvuka kwenda upande wa pili, kwa sababu hapa maji ni mengi sana. Kwa hapo ukijaribu kuforce kuvuka unaweza katokea madhara mengine, labda uchukue abiria hapo mzungushe kupita sehemu nyingine ndio endelee na safari kwa si kena, lakini inke, kwa hapa sio rahisi. Tupo tunavizia vizia abiria wakitokea abiria tunapakia wanaoshika eh, kwenye magari wanaotaka labda, wana haraka tunaweza tukawazungusha kupitia njia nyingine tofauti na hapa eh, hapo ukishamchukua hapo unaweza ukapitia kule ukaenda, unaweza ukazunguka Salenda ukampeleka nako kwenda hali hii kwa ukweli ni mbaya, kwa sababu hata miundo mbinu hapa sio mizuri. Hapa wangejaribu kufanya miundo mbinu mizuri, wakapainua, ingekuwa ni vizuri zaidi. Ujenzi wa mara ya pili haujafanya kazi yoyote, kwa sababu hapa pangeinuka zaidi, ndio ingekuwa vizuri zaidi, kwa sababu pako chini, haina shida. Pia naendelea kuwepo katika eneo hili la Jangwani, mtazamaji wa Global TV. Hapa ninaangalia baadhi ya abiria ambao wameshuka katika usafiri mbalimbali, wakijiangalia ni kwa jinsi gani wanaweza kutoka ka eneo hili. Ah, si unaona kama hivi mafuriko dadangu. Mimi kuwa natokea Kitumbini, nataka nikapande gari niende hiki, tufanyaje sasando kama hivi? Au nyewe mnaionaje hali, hata nyinyi wenyewe mseme. Daraja kama hilo lingetakiwa liwe kubwa ili maji yaweze kupenya, sasa daraja lenyewe limekuwa chini sana

Okay, mtazamaji wa Global TV Online, hii ndio hali halisi ambayo ipo katika eneo hili la Jangwani kama unavyoona. Magari yamekwama hapa, hayawezi kutoka eneo moja kwenda upande ule wa pili wa Kimara na leo upande wa Kimara, uh, hayawezi kuvuka kuja upande huu wa kuelekea Kariakoo. Mimi ni Felista Masai ambaye naripoti habari kutoka eneo la Jangwani. Endelea kuitazama Global TV Online. Pia tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV Online. Subscribe uendelee kupata habari nyingi na matukio mbalimbali yanayoendelea kutokea hapa hapa Tanzania. Mimi ni Felista Masai.